Leo katika sikukuu ya watoto tumepewa neno linalohusiana na namna ya kulea kufundisha kizazi kingine. Mungu anamwambia Musa hayo yote niliyokuamuru wewe na taifa ambalo nimelitengeneza. Nimefanya mazingira ya kuwatoa katika walikokuwa utumwani sasa nina miongozo. Mungu anasema maelekezo nayatoa kwako kuhakikisha elimu ya misingi ya kimungu. Shule yake ni nyumbani. Jukumu hili sio la kitambo kifupi tu, sio la msimu tu, ni jukumu endelevu kutoka kizazi hata kizazi. Lakini anasema katikati ya jamii yenye makabila mbalimbali mbali, tamaduni mbalimbali mbali. Nataka hapo hapo unitengenezee kizazi kingine kitakachobeba ulithi wa imani ya kunijua mimi ni Mungu na hakuna mwingine Mungu kama mimi. Amen! Watu wa Mungu, hata kama mnaishi na jamii ambazo zinasema zina miungu yao, fundisha kwa structure niliyokupa. Mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha. Hata kama atakuwa Amerika hata kama atakuwa Asia, hata kama atakuwa Ulaya, hata kama atakuwa kona yoyote ya dunia hii, hata iacha. Watu wa Mungu, amen. Hata kama atatoka atarudi kama mwana mpotevu, kwamba baba, nimetambua, nimeng'amua, niliiacha sheria ulionilelea, niliacha madarasa ya nyumbani, nikadhani ya kwamba imetosha, lakini yale mafundisho yamezidi kusema moyoni mwangu, nimerudi una watoto, mtoto wangu mtoto wako ni wetu. Zamani zile za wazee wetu walikuwa wanasema nenda pale, atakuwa ni mwali wetu, atakuwa ni mkwe wetu. Waliona vitu ambavyo umepandikiza kwa mtoto na wao waliona na vya kwao, wanasema vikiendelea, tunatengeneza taifa endelevu. Amen. Lakini leo hata tunapata hofu sijui mtoto wangu, mtoto watoto watadondokea wapi? Watoto wa Kiebrania walijua mahali pa kudondokea, walikuwa na msuri kwamba mm -mm, sawa tuko utumwani, lakini hatutameza kila kitu. Ameni watu wa Mungu, hatutameza tutacheua. Tulifundishwa na wazazi wetu kujua kipi tule na kipi tusile Kipi ni elimu safi, kipi sio elimu safi. Lakini lengo letu kubwa liwe kuzalisha wanafunzi, wafuasi, wanawake kwa wanaume, watakaompenda Kristo Bwana wetu. Sema amen.